Watu swala la uchumba, mamdogo be, mwanangu alisema hivi atakuja wiki ijayo kwa ajili ya utaratibu wa kutoa mahari na kufunga ndoa. Kwa hiyo na wewe umelizika? Ndio. Acha ujinga, wanaume hawaeleweki, anaweza akapata mwingine akakuacha. Nifanyeje sasa? shida yako ni kupata mme, achana na swala la mahari Kinachotakiwa umwombe ufunguo, uende nyumbani kwake ukamfanyie usafi. Muda ukifika wa kutoka, mwambie miguu inauma, umeshindwa kutembea. Atakuruhusu ulale kwake. Kesho yake akienda kazini, U utoke uongee na majirani, wakikuona watajua kwamba ameoa. Mi sipo tayari kufanya hivyo, nachohitaji ufuate utaratibu. na mke wangu. Ya, ni kama jinsi ulivyosema, hii nyumba inafaa kwa wapangaji, na kuna kuna marekebisho kidogo tu nikijaribu kuangalia mm-hmm, hapa kwa hiyo pesa aliyosema hiyo ee, pesa, pesa ni ndogo. Muda si mrefu tukitoka hapa nitapita benki nikampa hela yake. Nimekumbuka kitu mke wangu, katika maisha hupaswi kukata tamaa hmm. Kwa kweli nilikuwa na imani hivyo. <laughs> Unafahamu dada yako amepata mchumba hey. Nacho kusema ni kweli au masikio yangu mimi ni mabovu? Ni kweli dada yangu, furaha yake itarudi kama zamani. Ana kazi gani? Ni bosi wangu, pia nimemhakikishia kuwa dada yako hana mambo ya kijinga. Kama mke amepata mama, atafurahi kwa sababu ashatoka kusema mtaani. Sio mama tu, mke wangu, hata sisi wenyewe tutapumzika. Unajua tuna mzigo sana kwa wa kuwahudumia wazazi kwa sasa hivi kidogo, huyu naye akimuoa Juli, kwa maana hiyo atatupumuzisha. Umeonaje mke wangu si <laughs> dada umepata mchumba hata kuniambia amna na wewe. Hmm. Nilikuwa nakuja nyumbani kwako, ungechelewa kidogo tu ungefuta nyumbani, ili nipelezee swala la chumba wangu. Nasikia siku zee mtoto umekuwa wa moto, utembei kwa miguu ni mwenda kubebwa kwenye gari tu <laughs> mdogo wangu wewe. Oh, unapenda utani kweli. mi mdogo wako, nimefurahi dada wangu, na Mungu kajibu maombi yako. wale waliokuwa na kuzungumza hapa mtaani watanyamazisha midomo Tunategemea wiki hii tutakuwa na ugeni ugeni, yeah. hmm. Wanini tena ndugu yangu, shemeji yako analeta mali nyumbani. Hey, usiniambie kweli hey. Wa wow, jamani wao, wow. <laughs> Huyu mwanaume hata simwelewi. Ina inamaana kwamba yeye anafurahia dada yangu mimi anaenda kuolewa na bosi wake yeye? Yaani yeye ya mume wangu arudi kumuita dadangu mimi bosi? hey. Hapana, nitafanya liwezekanalo yeye abaki kuwa chini yangu mimi. Ntafanya kila liwezekanalo ili asiolewe. Mimi nyumbani kwetu natuka nionekane na maisha mazuri na sio dada yangu. Mume wangu anatuk aonekane nyumbani kwetu ndo mwenye uwezo. Ni bora Juli aolewe na mwanaume mzibwavyo na sio aolewe na mwanaume ambaye anamzidi mume wangu pesa. Baba. Mm. Mama. Mm. tamani Nimewaiteni hapa na jambo, nataka tuzungumze na ninyi, ila naombeni msamaha, kwa sababu kwa mtoto wa kike sio rahisi kuja kuongea maneno haya. Atakayoongea ni jambo gani hilo? Unaomba msamaha kabla ya kuongea? Mama Juli. Abee, mwache mtoto wetu aweze kukizungumza kile anachotaka kukizungumza. Baba na mama wazazi wangu, naombeni mchumba wangu atakapokuja hapa nyumbani, kuhusu swala la mahari Msimpangie kiasi kikubwa cha mahali chochote, atakachokuwa nacho basi bebeni. Lini mtoto wa kike akapanga mahali au mwanamke yeyote akapanga mahali? mahali ni mimi, mimi ndio naweza kupanga mahali. Nanioa ana uwezo gani huyu? mira gani? mira zote za Kiafrika wanapanga wanaume. Mimi mume wangu, nimeshangaa, nimeshangaa sana. Ananiingilia ana kwenye mambo yangu. mimi ndo napanga mwanangu Juli, mimi ndo naye panga mahali mwanangu, kama nimisamau utakuwa kwa kwangu, hawezi kunipangia huyu, natilitaki kabisa mtu wangu kusikia. Mimi nitaona baba Juli, mume wangu, angalia na umri wa mtoto wetu. Kitizama na kuumba msikivu kweli, mama. Lakini mila na desturi za kwetu sisi wa Afrika, sisi ndo tunapanga lakini kwa sababu mtoto wetu amekaa muda mrefu nyumbani, na hivi wanamsema jirani, na sisi tunasema basi, nimelidhia. Mke wangu, kuna jinsi tapokea. Nashukuru mume wangu kwa kulipokea hilo, asante asante. Baba mwanangu, ah, hata hiki kidogo. Na unasimama mwanangu. Baba nashukuru sana sana. Mama asante sana hapa nyumbani. Hapa ni nyumbani kwangu. Lakini hivi karibuni nitakuwa miongoni mwa familia. Karibu sana shemeji yangu. Kuna kitu shemeji nataka nikuambie. Na ni muhimu katika maisha. Je, unaweza kunitunzia siri? Nitakutunzia shemeji yangu. Mimi ni mtu mzima , usihofu. Wewe na kumharibia dadangu ndoa? Unamaanisha maanisha kaolewa? Sio kuolewa tu, na tena katoa mimba kwa ajili yako. Kwa nini nilimuuliza kama ameolewa akasema hajaolewa? Jamani. Hivi Julia atashalini uongo? Eh? Kuna mkaka alimsababishia hivi hivi akauawa, na hivi majuzi mkaka ametoka gerezani kwa msamaha wa rais. Na wewe pia anataka uawe kama alivyouawa yule kijana nah, mpaka kichwa kinaniuma. Wewe, unasema kichwa kinakuuma, wewe ufiki huko? <laughs> Kwa ushauri wangu shemeji yangu, kama shemeji, achana na dada yangu, jua kuletee matatizo shemeji. Umenielewa shemeji? Nakuomba, nakupenda, ndio maana nimekwambia. <laughs> Shemeji, yote ulioniambia nitayafanyia kazi, lakini sitamwambia mtu yoyote. Naye ameniumiza sana, naomba ndio kumwambia, simtaki tena. Hey. Yaani natamani hata, yaani simtaki kabisa huyu. Yaani hata kumsababishia mimi ni wao, simtaki kabisa, au mimi ni uwe sitaki kabisa tena. Yaani, yaani, yaani nashindwa hata kuongea, nashindwa hata kuongea. ilipokuwa nimempenda natumia gharama zangu, au unaonaje hapa kwangu, unapaonaje gharama nilizotumia kwake, mpaka nakuja nyumbani kutoa mahali. Simtaki kabisa, kampelekea habari e, simtaki kabisa, yeah. Simtaki aki, nimeumia sana sana.